Naam, sasa ni bayana kwamba Samia Suluhu Hassan ameweza kuapishwa rasmi na kula kiapo viapo vitatu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taifa ambalo ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Muungano wa mataifa ya kusini mwa Afrika SADC na EAC. Mimi Samia Suluhu Hassan ameweza kuapishwa Novemba 3, 2025 katika uwanja wa majeshi jijini Dodoma katika hafla ambayo iliweza kuhudhuriwa na viongozi wa kijeshi, baadhi ya viongozi wa serikali, pamoja na viongozi wa chama tawala, chama chake cha CCM, viongozi wa alikwa na manaibu wa rais, mabalozi, watu wengine kama vile viongozi wa kidini, katika uwanja huo ambao umma ama raia wa Tanzania wa umma, umma wa kawaida haukupewa ruhusa ya kuweza kuhudhuria hafla hiyo ambayo iliweza kutangazwa na kupeperushwa moja kwa moja pekee kupitia runinga ya Tanzania Broadcasting Corporation TBC, kituo cha habari ambacho kimeruhusiwa pekee kutangaza na kupeperusha matangazo hayo, hii ikiwanyima nafasi watanzania wengi kuweza kushuhudia matangazo hayo ama hafla hiyo moja kwa moja, kwani mtandao interneti taifa hilo bado umelemazwa kwa siku kadhaa tangu uchaguzi ulipotendeka mnamo Oktoba 29, 2025, kula kiapo cha kuwa rais pamoja na, na makamu wa rais bwana Emmanuel John Nchimbi katika hafla hiyo ambayo pia imeweza kula uh, viapo vitatu vya kuweza kuongoza taifa hilo. Suluhu alitumia fursa hiyo kuweza kutoa onyo kali kwa waandamanaji Tanzania akisema kwamba baadhi ya waandamanaji vijana waliokamatwa na jeshi la polisi Tanzania hawakuwa waandamanaji, raia wa Tanzania, ila walikuwa raia wa kigeni kutoka mataifa ambayo hakuyataja hakutaja, waliokamatwa wanatokea taifa gani, akisema kwamba uchunguzi unaendelea. Katoa amri kwamba uh, suala kama hilo lisiweze kushuhudiwa tena. Hilo basi ni jambo ambalo kidogo linaleta um, uh, gumzo ambalo ah, gumzo ambalo linaweza kuzungumziwa katika vitengo mbalimbali mbali. Kwani Tanzania imekuwa mojawapo ya mataifa ya Afrika ambayo yanajari, yanakagua sana wale ambao wanaingia katika taifa hilo na ambao wanatoka hasa kipindi hiki kuelekea katika uchaguzi ambao umetamatika. Tanzania imekuwa na sera ama sheria kali sana ya wote, raia wa kigeni wote ambao wanaingia katika taifa hilo hasa ikizingatia sana na kupiga msasa sana wale ambao wanaonekana kuwa wanaharakati wanahabari na wanasiasa. Kuna kipindi baadhi ya wanaharakati raia wa Kenya pamoja na wanasiasa waliweza kurejeshwa nchini Kenya, mmoja wao akiweza kushikwa na jeshi la polisi Tanzania kwa madai kwamba wamefika Tanzania kuchunguza ama kuweza kupakatope taifa hilo kwa madai kwamba wanaweza kuchochea Watanzania, raia wa Tanzania kuweza kuikandamiza katiba ama demokrasia ya taifa hilo kwa kushiriki maswala ama mambo ambayo ni kinyume cha sheria. Waliweza kurejeshwa wengine, waka wakalalama, baadhi ya Wakenya wakalalama, jambo ambalo lilizua utata sana uh, mwaka huu wa 2025 nchini Kenya na Tanzania. Na ni kuarifu tu baadhi ya viongozi ambao walihudhuria hafla hiyo ya uapisho wa Tanzania wa rais Samia Suluhu Hassan ni pamoja na rais wa Msumbiji, Daniel Chapo, Hakainde Hichilema wa Zambia, ambaye ametoa wito kwa watanzania na Tanzania kukumbatia mazungumzo ama majadiliano kama njia bora zaidi ya kuhakikisha umoja na uh, usalama wa taifa hilo, akisema usalama, utovu wa usalama wa Tanzania ni utovu wa usalama wa Afrika na ni utovu wa usalama katika dunia nzima. Amesisitiza sana suala la ushirikiano. Uh, pia alihudhuria hafla hiyo ya uapisho ni Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi ambaye alikuwa mmoja wa marais ambao walituma rambirambi ya pongezi kwa kuchaguliwa kwa Samia Suluhu, Evariste uh, Ndayishimiye pamoja na muungano wa AUC uh, Muhammad Ali Yusuf ambaye alimpongeza Samia Suluhu Hassan baada ya INEC kumtangaza kwamba alishinda uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 kwa karibia asilimia 98 ya kura zilizopigwa. Zaidi ya kura milioni 31 ama dhidi ya kura milioni 32 ziliweza kupigwa katika uchaguzi huo kulingana na INEC, jambo ambalo pia lilizua mjadala kwamba inakuwaje, inakuwaje, mi, watu milioni 32 wanapiga kura, ili hali watu milioni 37 Tanzania ndio waliojiandikisha wa, wa, wa kupiga kura, na wakati wa kura basi kulitokea mzozo, waandamanaji wakiweza kuzuia watu wengine kufika katika vituo vya kupiga kura, wengine wakikaa nyumbani kwa ajili ya hofu ya usalama wao. Kwa hivyo ni jambo ambalo lilizoutata. Rais mwingine ambaye aliweza kuhudhuria hafla ya uapishi wa rais Samia Suluhu Hassan ni Hassan Sheikh Mohamud, rais wa Somalia, ambaye pia alikuwa mmoja kati ya wale wa wa marais kwanza kabisa kuweza kutuma rambirambi za pongezi kwa Samia Suluhu Hassan baada yake kuchaguliwa. Naibu wa rais wa Kenya Kithure Kindiki pia alihudhuria hafla ya uapisho wa Samia na um, Emmanuel Nchimbi. Pia kulikuwa na wakilishi kutoka Uganda, Zimbabwe na visiwa vya Komoro, wengine wakiwemo mabalozi wa mataifa mbalimbali na viongozi wengine. Pia rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi pia aliweza kuhudhuria hafla ya uapisho wa Samia Suluhu Hassan, rais ambaye kwa mara ya kwanza kuingia katika uongozi wa rais Tanzania ulifuatia kifo cha bosi wake John Magufuli mwaka wa 2021 wakati wa COVID-19 ambapo, uh, alikuwa alikuwa makamu wa rais kipindi hicho. Baada hapo aliweza basi kuchukua hatamu za uongozi wa Tanzania mpaka sasa. Uchaguzi umetendeka na ameweza kushinda katika hali tatanishi pia ni kujuza tu kwenye hotuba yake Rais Samia Suluhu uh, wakati wa uapisho aliweza uh, kuguzia suala la uangalizi akisema, uh, kwamba kulikuwa na uangalizi wa uchaguzi huo kutoka SADC, EAC uh, pamoja na waangalizi wengine ambao amesema wametoa ripoti ambayo amesema anashukuru kwa ripoti hizo ambazo zimetolewa ila hatofanya kama jinsi ilivyopendekeza kwamba wafanye akisema kwamba Tanzania itajiongoza ki Tanzania. Naam. Ripoti ya awali ya uangalizi wa jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, ambapo Tanzania ni, ni mwanachama imesema uchaguzi uliofanyika Tanzania ulipungukiwa sifa na misingi inayokubalika ya kidemokrasia. Ujumbe wa uangalizi uliongozwa na Richard Musowaya kutoka Malawi, ulisema kwenye maeneo mengi wapiga kura hawakupata nafasi ya kutekeleza takwa lao la kidemokrasia la kuchagua viongozi. Ujumbe huo pia ulisema kwamba kwa ujumla uchaguzi wa Tanzania haukuwa na sifa zote zinazokubaliana na SADC kama msingi wa uchaguzi za kidemokrasia. Ripoti hiyo pia iligusia kukosekana kwa huduma ya intaneti, ambayo kumbuka kwamba ilikatwa kuelekea uchaguzi huo, siku ya Oktoba 29, Jumatano, interneti iliweza kulemazwa na kukashuhudiwa ukosefu wa majali, mazungumzo mawasiliano. Ripoti kusema kwamba ukosefu wa intaneti ilikuwa kizingiti kikubwa kilichotatiza mawasiliano baina ya waangalizi na haki ya wananchi kupata taarifa. Kwenye ripoti hiyo kuwa miongoni mwa vikwazo vilivyozungumziwa uchaguzi wa Oktoba 29, maswala ya maandamano hayo pia yaliweza kuzuia maandamano hayo siku ya uchaguzi yaliweza kuzuia uh, watu wengi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 Marais wengine waliompongeza Samia Suluhu ni pamoja na mm, rais wa Kenya ambaye pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya afrika mashariki, yesi William Ruto, wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, rais wa Zambia, rais wa Malawi Peter Mutharika na Burundi, ambao pia walikwisha watuma rambirambi zao za pongezi. Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda pia alituma pongezi zake wa Samia akisema ushindi wa Samia unaakisi imani ya Watanzania katika uongozi na maono yake. Suluhu mwenye umri wa miaka 65, alikula kiapo mbele ya jaji mkuu wa Tanzania Ibrahim Hamis Juma na kwanza hatamu za uongozi wa Tanzania kwa miaka mitano mpaka mwaka elfu mbili na thelathini na na katiba ya Tanzania ambayo hairuhusu matokeo ya urais yaliyotangazwa na tume huru ya taifa hilo INEC kuweza kupingwa katika mahakama yoyote, basi ndiyo katiba ya Tanzania wote tisa kumi wa Tanzania wameweza kushuhudia hali tata kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana. Tunaombea popote tulipo, kwamba taifa hilo liweze kuendelea kupata amani na umoja, licha ya matatizo na mashaka ambayo yameweza kutokea, cha za miili na watu waliofariki mitandaoni, zikiashiria kwamba wakati wa maandamano ambao wameshuhudia Watanzania, idadi kubwa sana ya watu waliweza kuuawa hasa vijana, miundombinu kuweza kuharibiwa, mambo mengi kuweza kusita. Badala ya kupata demokrasia kama jinsi walivyokuwa wanafikiria basi taifa liliweza kupitia. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anakupatia sio kile ambacho unataka wewe, ile ambacho anataka yeye, kwa sababu ambazo yeye tu anaweza kuendeleza. Wote wa Tanzania kokote muliko, Mwenyezi Mungu aweze kuangalia na niweze kujuza tu kwamba wagombea ambao walikuwa wanampinga ama wanamenyana naye basi waliweza kuhudhuria hafla ya uapisho wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kila la heri Tanzania.